Mwambieni yule mhenga aliyesema ya kwamba eti mshika mawili moja humponyoka, mwambieni mzee, ulitudanganya na msimwonee aibu, hata kama umri umesogea. Huenda alimaanisha kile kilichokuwa sahihi wakati wa maisha yake, lakini ukweli wa jana huenda ukawa ni uongo wa leo. Dunia imebadilika, watu wanashika mawili, matatu, manne na matano yote yanasonga vizuri tu. Kumbisheni mzee, tuko katika dunia nyingine. Nashukuru kwa akili yake njema, lakini huu ni ukweli ambao sasa hatuwezi kuficha ya kwamba mshika mawili yote huwa yake. na kitaka udhibitisho wa kile mnachokizungumza basi mwambieni tujadili kidogo kuhusu wanandinga, wanasoka hawa watano wa dunia walioitisha kweli kweli dunia lakini pia wakatisha vibaya mno darasani. hawa ni binadamu wana michezo wenye mafanikio makubwa kweli kweli kisoka, lakini ni wasomi wakubwa kweli kweli pia katika dunia ya kitaaluma. mwanasoka anayetajwa kuwa ni miongoni mwa wanasoka wasomi zaidi duniani. basi wa kwanza ni Socrates. Simzungumzii Socrates yule mwana farisafa namzungumzia Mbrazili mwamba kwelikweli. Kweli huyu elimu yake alikuwa ni daktari wa tiba, kwa maana ya medical doctor. Alikuwa nyota wa Brazili katika miaka ya elfu moja mia kenda na themanini na aliitwa Dr Wanjani ama the doctor, kwa sababu alikuwa ni daktari halisi wa binadamu huku akicheza soka kwa kiwango cha juu vibaya mno. Ukifika katika ardhi ya Pele huko Brazili alafu kataja jina la, la Socrates, wakazi wake watanyanyua mikono juu kwa heshima ya huyu mwamba, maana kwao alikuwa ni zaidi ya balaa. Mwanasoka mwingine ambaye shule imo kwelikweli ni Vincent Company. Huyu ni raia wa Ubelgiji mwenye asili ya Kongo. Namzungumzia Vincent Company aliyekitwanga kweli kweli pale Manchester City kwa babu Pep Guardiola. Kabla hajaelekea huko Bundes nyumbani kwa Bayern Munich watemi wa ligi kuu ya Ujerumani. Namzungumzia Vincent Company aliyemfanya Mwamba Halikeni aondoe mikosi ya kukosa makombe. Elimu ya Vincent Company ana Masters in business administration kwa maana ana masters ya uongozi katika biashara kutoka chuo kikuu cha Alliance Manchester kilichoko Manchester nchini Uingereza. Captain wa zamani wa Manchester City amekuwa mfano wa viongozi bora wenye elimu ya juu kwelikweli katika dunia ya kitaaluma, mshikamawili yote huwa yake. Msomi mwingine katika ulimwengu wa kitaaluma ni Giorgio Chiellini. Ukilitaja jina hili Italia, washambuliaji wanatetemeka, mawinga wanakosa mani, kwa maana ni Giorgio Chiellini aliyewanyima magoli mengi kwelikweli hale kweli, alipokuwa akitumika kisawasawa pale kwa vibibi vya Turini, Juventus ya Italia. Elimu ya Giorgio Chiellini ni master's degree in business administration kama ilivyo kwa Vincent Company. Yeye alipata elimu yake kutoka University of Turini kwa maana ya chuo kikuu cha mjini Turini. Akiwa beki wa Juventus, alisoma wakati akicheza, alihitimu na sifa kubwa kweli kweli. Mshika mawili tena tuseme, yote huwa yake. Mwanamichezo mwingine msomi kweli kweli ni Simon Minolet wa Ubelgiji. Nikizungumza jina la Simon Minolet, nafikiri mashabiki wa Liverpool wanamkumbuka vivyo. washambuliaji waliopita ligi kuu wakati wake pale Uingereza wanaifahamu habari, yake haikuwa ndogo. Huyu ni msomi akiwa na digrii ya political science kwa maana ya sayansi ya siasa. Korikipa huyu wa zamani wa Liverpool ni miongoni mwa wachache walio na elimu ya sayansi ya siasa katika ngazi ya juu kabisa, katika shahada ya sayansi ya siasa mshika mawili yote kwa yake. Tumalize namba tano na fundi kutoka pale New Camp, nazungumzia pale nyumbani kwa Barcelona, na kwenye ile Barcelona iliyocheza kama PlayStation, ile Barcelona ya Messi. Ni ile Barcelona iliyokuwa na Iniesta, halafu ikawa na Sergio Busquets. Ni ile Barcelona ambayo nyuma yake alikuwepo Carles Puyol, pembeni yake akawepo bwana mdogo kwelikweli, mwamba aliyejishindia penzi la mwanamama Shakira, huyu ni Gerard Pique. Andres Iniesta kutoka Hispania ni msomi wa ngazi ya juu kwelikweli kweli, katika masomo ya biashara na usimamizi wa mchezo kwa maana ya sports management, lakini pia ni huyu huyu Andy Iniesta ana degree ya biology kwa maana ya, ya bachelor's degree in biology. Ni bonge la msomi yani, lakini pia ukija kwenye boli nani, na tena kiungo bora kama Andres Iniesta, mwamba aliweza kushika yote mawili na ngoma zikagongwa vilivyo mshika mawili yote huwa yake. Wapo wachezaji wengine wengi ambao ni wasomi wakubwa licha ya kwamba wanakidunga kwelikweli kweli, pia hata katika mpira. Tumwongezee namba sita, ni Juan Mata Garcia. Ni yuleyule Mata aliyetisha akiwa na ile Chelsea iliyokuwa balaa pale Uingereza. Juan Mata Garcia alienda kufanya mabalaa pale Manchester United. Mwamba ni msomi wa ngazi za juu vibaya mno, akiwa na masters degree kwenye marketing and sports science. Kwa maana ana masters degree kwenye sayansi ya mchezo na masoko. Akiwa kiungo wa zamani wa Chelsea na Manchester United, Mata ni miongoni mwa wachezaji wanaothamini vibaya mno swala la elimu na kusaidia miradi mbalimbali katika jamii wasomi wengine ambao Wameitikisa dunia katika elimu na bado wakafanya mabalaa makubwa katika elimu ni pamoja na Shaka Hislo. Huyu ni kutoka Trinidad na Tobago, namzungumzia pia Mwamba Yuto Nagatomo kutoka Japani, bila kumsahau Kleki Kaliso wa Uingereza. Hawa ni wasomi baadhi tu.